Ya zile na kusikia apel ili wae nao waone kama wamewaletea message juu ya maendeleo na amani, okay. Na karibu hawa watu wote ambao mnaona ndio population ambayo amba amba na wasubiri i ujisikie huru ni kata lenu ni populasio yenu, na ina haja ya kusikia yale ambayo unawaletea. Mungu awabariki sana.

Kamacina ninaitwa kwa Mama Jane Mbozi. Eh, eh, e, sisi tumekuja kutimiza wakaaji, kwanza, kitu ya kwanza tumekuja kuambia kwa ajili ya eh, eh, union umoja. Umoja umoja, unajua tumeishi siku nyingi sana, watu walikuwa ndani ya kwa ya, kwa ile ufuari tulikuwa nayo ya mbele ndani watu hitu ya kitu ya division, lakini hii wakati sasa, kwa ajili ya afcmv3 nimependa kupatanisha watu, inarutisha umoja tena, na ndio maana umeona umati kubwa kabisa umeona umati kubwa kwa ajili ya kusudi watu waongeze kukua tena kama miaka iliyopita zaidi. Kamaradi, kwa <tutu> Ile ile msema wa Mungu tusikuwe tunaikamata saa saa muziki ya fe. Tusikuwe tunaikamata saa saa kilo. Tusikuwe tunaikamata saa pesa ya wala sura ya Mungu. Mungu atima mpe ipi kwa kafa. Baba ya independansi yetu wa Lumumba wa Kizenga. Walikuwa wanaishi Kongo, Belgium.

naisha mzuri sana kushida yenyewaei waini mtre teorremesha ni coordineta makamu, ambaye anahusika na mobilization na rekrutement. Sisi tumefika hapa katika jukumu zetu za kila siku za kuongea na raia, tulikuja leo kuongea na raia wa kartier Katindo, hapa hapa Karmel, tulikuja kuongea nao, tusikie shida zao ni nini. E, tuwahimize kufuatana na, na program ya chama ambayo inayo juu yao, na tulikuja kufanya kuwaomba vijana waingie kwa jeshi na waingie kwa kadaship yetu kama wakadri politiki. Na kwa hiyo wamepata wame mesaje gani yenye iliweza kuwa motive juu waweze kujadili. Eh, kwa ukweli leo tulikuwa tunazungumuza nyimbo letu la taifa. Kuna msema ambayo inasema tutaijenga Kongo nzuri kushinda gizi ilikuwa mbele lubatirmp plu bcavan ndio ilikuwa, uh, kiini ya maneno ya leo. Na tumeongea na raia tumewaonyesha uh, historiki nchi inatoka wapi na inaenda wapi, tunawaonyesha gizi government ambazo zilitangulia zilishindwa kuijenga hiyo taifa nzuri, lakini sisi na tukawaonyesha gizi tuna uwezo ana vitendo kidogo kidogo. Usalama unarudia Goma, maendeleo yanarudia Goma, bei ya vitu imeshuka. Hiyo inaonyesha kama kweli tunaweza. Kama tunaweza kuifanya Goma na Bukavu na Ruchuru na Masisi, kwa ukweli tunaweza kuifanya katika Kongo yote. Ndio mambo tulikuwa tunazungumzia leo, na wewe acha

nakuomba watuongeze sekuriti, na ya pili na mkubwa wa guvernere, naa a bangalie maizine zao alkoliki, bangalie kwenye ziko kwa babiana, banaharibika sana ndani ya mne ndani ya Goma, nabona bba na vitu eenaari babina sana sana. Kwa tangia mbele babiana balikuwa hawaharibiki, lakini banaharibika leo juu ya maizine mbalimbali